Msikilizaji na mfuatiliaji wa Mwaki Sports club sana katika segment hii kimichezo, ya kimichezo tupate kuangazia habari mbalimbali ambazo mbali zimejiri katika uwanda uh, mzima wa sports. Ni katika segment hii bwana, tunaangazia habari za michezo ambazo kubwa zaidi ni ile kauli ya wahenga ambayo waliwahi kusema ya kwamba uh, kizuri hakidumu, na hii inakwenda kukamilika ama kwenda uh, kuchukua nafasi yake katika klabu ya soka ya Yanga, ambapo katika muda huu ambao wamekuwa wakiwahitaji wachezaji wanaofanya vizuri zaidi kama Pacome Zuzwa uh, wanakwenda kumpoteza mchezaji huyo, unaambiwa Uh, muda wowote kuanzia sasa uh, Pacome Zuzwa hatakuwa mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga kufuatia ofa kubwa, ofa nono, ofa mzito ambazo, uh, zimefika katika upande wa klabu ya soka ya Yanga ili kuweza kumruhusu uh, mchezaji huyo nguli kabisa na machichali akiwa uwanjani, uh, kwenda katika klabu hizo ambazo zinamhitaji, unaambiwa ni klabu nyingi nyingi sana ambazo tayari zimeshaonesha nia ya kupata ama kuitaka huduma yake mchezaji Pacome Zuzua. Kwa hivyo uh, Young Africans pengine msimu ujao hawatakuwa na mchezaji anayefahamika kama Pacome Zuzua, kwa sababu ofa of zilizofika uh, katika meza ya klabu ya Yanga sidhani kama wataweza kufurukuta kuziacha, ni pesa nyingi, ni pesa ambazo zinakwenda kuinua zaidi maendeleo ya klabu kwa sababu zimekuwa ni mabilioni ya pesa. Mpira kila siku unazidi thamani, na wachezaji uh, wanaotoka katika klabu ya soka ya Yanga wanazidi thamani kila siku. Unaambiwa timu kadhaa ikiwemo Wydad Casablanca ambayo wamemchukua Stefan Aziziki, wamepisha hodi tena kuhitaji huduma ya Pacome Zuzwa, na muda wowote wako tayari kutoa kiasi cha Bilioni kumi na tatu. Sasa uh, pesa kama hiyo sidhani kama wanaweza kuiacha Africans. Lakini sio hivyo tu, unaambiwa uh, klabu zingine za AS Farabat wanamuhitaji Pacome Zouzoua, Pyramids FC wanamhitaji, lakini pia uh, klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns kutoka kule nchini Afrika ya Kusini wamejipenyeza pia kuhitaji ofa uh, kuhitaji huduma ya Pakome Zuzwa. Mamelodi Sundowns pia wako tayari kutoa uh, bilioni saba kuweza kumchukua Pakome Zuzwa. Sasa anaambiwa kwa ofa ambazo zimefika katika klabu ya soka ya Yanga, viongozi wa Yanga um, wanatathmini kuweza kumwacha mchezaji huyo ili aweze kwenda kujiunga na vilabu vingine ambavyo vinamhitaji. Sambamba na hayo pia katika mkataba wao wa, uh, wa klabu ya soka ya Wydad Casablanca wako tayari kuwapa Young Africans asilimia kumi ya mauzo ya mchezaji huyo watakapomuuza kuenda katika klabu nyingine yeyote nje ya Wydad Casablanca, na wanamhitaji kwa haraka sana, kwa sababu kocha wa Wydad ametaka, ame uh, kuwepo kwa Pacome kwa kuuzwa, ili wawe wachezaji pacha na Stephen Aziziki kama walivyokuwa Young Africans. Unahisi Yanga watatoboa kuendelea kumshikilia uh, Pacome Zozwa, ama watamwachia kwa ofa hizo nono ambazo zimefika katika klabu zao, ku drop comment kwenye comment section ni muhimu sana, lakini kumbuka kushare video zetu kuliki na ku uh, comment kwenye